Mwendokasi umetuathiri kutokupatikana kwa sababu saizi usafiri wa moja wa kwa moja unakuta hamna, inabidi ungeunge upande bajaji na bajaji wenyewe umeshapandisha nauli. Kwa hiyo hata kwenye vituo watu wanakaa kwa muda mrefu, kwa sababu usafiri uliokuwa unategemewa hasa kwenye barabara Kimara kuelekea Kariakoo ni mwendokasi peke yake. Kwa hiyo sasa unakuta watu wengi wanasubiri daladala zinajaa, bajaji zinakuwa zimejaa, na hivyo kuongezeka kwa, kwa bei, au unatakiwa uunge sasa upande nusunusu ili upate uweze kufika. Kwa hiyo imekuwa changamoto sana kwenye usafiri na kukaa muda mrefu kwenye vituo, na pia kuongezeka kwa gharama za usafiri na kupoteza muda mwingi, tofauti na mwendokasi ilivyokuwa, ukipanda Kimara mpaka unaenda kufika kwenye kituo unachokitaka. Warekebishe kwa haraka vituo ili mwendokasi uweze kurejea na maisha mengine yaendelee. Kukosekana kwa mwendokasi see ni changamoto, sababu foleni muda mwingine na magari inakuwa kubwa tofauti na mwendokasi ipo katika mpangilio yani, kwanza ni changamoto kifupi yani. Mimi ninacho niomba serikali kwamba irudishe huduma ya mwendokasi haraka, kwa sababu nahangaika, si wananchi mona kwa sababu tushazoea wamba mpigilio, kuna IC ndani, umeona yani, kwamba hamna disturbance yote, au pili, kwamba hata kimwonekano amekaa kiwandi vizuri yani hivyo.